Sadaka mtazamaji, karibu tena kwenye sehemu ya Shajara sehemu ya kwanza, na kama alivyokuarifu hapo awali, ni kwamba mwaka jana mwezi Aprili, ni kwamba Mai Mahiu iliweza kugonga vichwa vya habari baada ya mafuriko kuweza kutokea. Maafa pia yakatokea, na vilevile vile vile, wengi waliweza kupoteza mali zao, na hata ndugu jamaa na marafiki pia waliweza kuangamia kutokana na maafa hayo. Mtazamaji, tuweze kupata taarifa hiyo kabla tuwe na wageni ndani ya studio. Kiwango cha uharibifu wa mafuriko yaliyosababishwa na maporomoko kinaonekana vyema mchana, mafuriko hayo yakitoa taswira ya njia mpya katika eneo hili la mkasa na kuharibu maisha na mali. Uchunguzi wa karibu unaonyesha kwa kina zaidi nguvu ya maji ya mafuriko ambayo yalipita katika njia tambarare na mabonde. Wakazi wa vijiji hivi walipoenda kulala kama kawaida hawakujua kwamba saa chache kabla ya kupambazuka kila kitu kama walichokijua kingebadilika kwa kiasi kikubwa na kwa huzuni. kumi za usiku tukiwa tumerara ndio tulisikia mgurumo mkubwa sana wa maji. Hiyo maji imeosha nyumba za watu, watu walikuwa merara wamebebwa mafuriko. Ya kabla yalikumba vijiji vinne vya Ol Kibera, Kamushira, Ngorea na Mai Mahiu. Katika hali hiyo, makumi ya watu walilala maiti Wanawake, wanaume na watoto walionaswa bila kujua, wakiwa wamekwama kwenye nyumba zao, wakiwa wamelala. Maji ikajaa kwa nyumba hivi, katuzungusha ikatuleta mpaka juu, nikang'ang'ana nimeshika mtoto kadogo ya miezi saba hivi na mkono mwingine wa miaka tatu, wengine wawili tena na aa, mandugu zangu tukang'ang'ana mpaka nikaanza kubomoa mabati. Sasa mahali niliamkia ilinigoga kwanza kiasi, nikaaguka ndani ya maji mahali niliweza kutoka kaenda kujulisha wengine. Juhudi za kuwaokoa kuwa manusura zimekuwa zikiendelea tangu asubuhi, huku baadhi ya wa walioathiriwa wakibahatika kunusurika, wengine wakikimbizwa hospitalini kwa matibabu. Wakazi wanasema mvua kubwa ilianza tangu Ijumaa, miti hii ikiziba njia za asili za maji na kutengeneza mabwawa ya mwigo. Kwa kila kipindi cha mvua, sehemu hizi za maji zilizidi kuwa kubwa. Hatimaye mvua iliyonyesha Jumapili usiku ilisababisha yapasuke na maji yamerata, madhara ambayo haijaonekana maemayo tangu tuzaliwe. Sababu imebeba watu, imebeba manyumba, imezoba mpaka magari. Saa hii bado watu wanazidi kutoa maiti. Mafuriko hayo yaliathiri usafiri huko, sehemu za barabara kuu ya kuelekea Naivasha ikikatika magari yaliyokuwa barabarani wakati wa mafuriko yaliathirika. Idadi ya waliofariki kutokana na tukio hili iliendelea kuongezeka huku familia zikiripoti jamaa zaidi kupotea. Brenda Wanga, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, na mwaka mmoja baadaye, kama tuelezwa kupata taarifa hiyo ya Brenda Wanga ni kwamba baadhi ya familia bado zinasaka wapendwa wao, kwani mpaka leo kuna baadhi ya mili haijawahi kupatikana. Mtazamaji, ndani ya studio niko naye Ruth, uh, Bernard na Alex ndani ya studio, ambao wana kumbukumbu kubwa kumbu sana kuhusiana na kile ambacho kiliweza uh, kutokea siku hiyo Aprili mwaka jana. Labda nikianza na Bernard, huweze kujitambulisha polepole, alafu tuanze na story yetu ya siku hiyo ya leo kuhusiana na kumbukumbu kumbu ya mkasa wa Mai Mahiu hiyo. Uh, kwa majina anaitwa Bernard Kamau mm -hmm. mkazi wa kijiji cha Kamushira, Mai Mahiu uh, pale Naivasha sub county na katika kaunti ya Nakuru. Okay, karibu sana Bernard na pole sana. Upande wako upande wa kulia. Kwa majina ni Alex Nanga Kimani. Na mimi ni mkaaji tu hapo karibu tu neiba ya David hapo Roiro karibu mm -hmm. na Kamshira hapo. Naam. Mm -hmm. mm. Yeah. Natokea maeneo ya Mai Mahiu okay. mm -hmm. karibuni sana. tumeweza kucheza taarifa ama kwa hakika, ilikuwa ni hali ya kusikitisha, hali ya kutamausha. Uh, Bernard, kama una kumbukumbu kamili, ilikuwaje wakati huo? Labda tukizungumza sote kwa ujumla, tukianza na Bernard. Uh, siku hii ilikuwa tu siku ya kawaida kama siku zingine mm -hmm. pale Mai Mahiu, hatujawahi kuwa na shida ya security, hakukuwa na any information kwamba kuna maji ambayo yangeweza ya kufika mm. na vilevile vile, kwa hivyo hatukuwa tumejitayarisha kivyovyote. mm -hmm. kwa sababu ofisi zile za serikali pale mm -hmm. hawako wametangaza chochote. mm. na kwa hivyo nakumbuka ilikuwa siku ya Jumapili mm -hmm. shughuli zilikuwa kawaida. Aa, mimi nilikuwa pale nyumbani siku hiyo sikuenda kanisani. mm -hmm. ijapokuwa mke wangu na wasichana wangu wawili moja hakuwa kubuka ilikuwa likizo mm. -hmm. moja hakuwa nyumbani kwa muda wa wiki mbili, na kwa hivyo ilikuwa aendewe ili aweze kurejea shuleni, na wakaenda na msichana wangu mdogo ambaye ni miaka tatu. Nikabaki na vijana nyumbani mm -hmm. E, ilikuwa warudi jioni, ni Mai Mahiu na Limuru si mbali sana mm -hmm. ilikuwa warudi tu jioni, pale escarpment kuna historia ya kuwa na traffic jam, ikawa sana na jioni tulipoona watachelewa, tukafanya maamuzi kwamba walale kule, alafu kisha kesho yake waje, kwa sababu ukifungiwa na hiyo jamu, wakati mwingine watu hulala barabarani. Kwa hivyo mimi nikawa na vijana nyumbani, nikashughulika mambo ya nyumbani, na kama saa tatu hivi vijana wangu walienda kulala, na mmoja alikuwa na miaka kumi akaenda chumba chake mwingine alikuwa na miaka tano. Huyu kwa sababu ya hofu, hajazoea mama kutokuwa nyumbani, nikalala naye nyumba yangu, kitanda moja. Mimi nakumbuka tu niliangalia news kidogo, kufikia saa nne pia nami nikaenda kulala kufikia saa sita usiku huyo mm. aliniamsha akitaka maji ya kunywa, basi nikaamka nikampa maji na wakati huo mvua inanyesha, ama... na mvua, mvua mvua ilikuwa inanyesha. hata siku hiyo ilikuwa imetulia vizuri japokuwa mm -hmm. ilikuwa msimu wa mvua mm -hmm. Sasa hapo uh, tulilala kabisa na mimi sikusikia sauti ya maji ama ya kija mm. nilisikia tu eh, nyumba imepigwa tu mara moja na kwa ghafla tu tukajipata ndani ya maji. Maji yalikuwa mengi sana, kulikuwa na mawe, miti, nini, takataka taka zote zile zilikuwa zimebebwa. Na nyumba ilikuwa ya mawe permanent lakini hata haikutingika, iligongwa tu mara moja ikaenda na everything. nafikiri impact ilikuwa kubwa sana na maji yenyewe. Hata mahali nyumba ilikuwa si karibu na mto hata kidogo. mm -hmm. Ni maji yalikuwa mengi sana, kulikuwa na vitu vingi sana kule na tulienda na maji uh, for about 2 kilometers, so maji ilitoka mbali pia, ili tusukuma mbali, ili tubeba for a distance of about 2 kilometers, karibu tufike. Sasa sisi tuko sehemu ya juu, alafu Mai Mahiu inakuwa kule chini mm. Sasa mimi nakumbuka tu kwamba nilishika huyu mtoto nyo nyumba mkata ilipo gongwa, nilimshika tu mm, na tukaenda naye, lakini kuna mahali sijui ni seng'enge ama nini, kuna kitu ilinifunga na tukasalia pale kwa sababu ya kukosa hewa. Sasa hapo ndio tuliachana, ila tu nilisikia amelia mara tatu na mimi mwenyewe nilizirai kwa sababu ya kukosa hewa. Baadaye ndio nilijipata kwa matope sehemu nyingine ambayo pia nilifahamu kwa sababu mimi ni mwenyeji wa pale. Hapo ndio niliamuka, na watu kutoka vijiji ambavyo havikuathirika wakaja pale wakatuokoa kutoka kwa matope, wakatupeleka hospitalini pale, tukapewa rifaru. Bena, shikilia hapo. na kwa hiyo, Alex, Jumapili hiyo ulikuwa wapi? kama kawaida tulikuwa nyumbani mm. familia yangu, bibi na wasichana wawili, moja ni alikuwa na 5 years, mingine alikuwa na 3. mm. tukaamka kama kawaida kawaida, hawa alikuwa ukiwa okay, jirani ya Benada wakati huo tuko na iba na hawa niba zangu mm -hmm. Uh, tukaamka asubuhi kama kawaida, au walikuwa naenda church lakini mi sikuwa naenda church. Wakati huo nilikuwa nafanya kazi biashara kwa soko maema hiyo mm -hmm. So waliamka niko na kaboda, wakaamka tukija tayarisha, nikawapeleka church nikaenda kwa kazi mm -hmm. Tukatoka kazi jioni vizuri, tuka home. sasa tukapika sapa tukakula tukatulia hapo tukaongea ongea hapo kidogo kisha tukaenda kulala mm -hmm. Sasa hiyo usiku hiyo uh, hiyo masaa saa tisa hivi hatukujua hiyo maji kikuja ma tukusikia, tulikuwa tumelala kabisa mm. Sasa mimi nilikuwa nimelala na wife na mm. kasana kadogo, huyo mwingine wa thelathini alikuwa next room room yake hapo kando, so maji hatukujua ikikuja, but mimi nilisikia tu ndani ya maji, nikasikia tu baridi nikashindwa, alafu kwa kakidogo nikasikia maji zinaangukia uso mguu mm, kila pahali kuzungusha huko ndani nakipelekwa chini na unainua juu kama upepo hivi eh, unazungusha huko kwa nyumba. Nyumba yangu ilikuwa 3 bedroom ilikuwa mm. ya mawe mhm mm nilikuwa nimejenga, nimefence kila kitu mm hata gate -hmm. so nilikuwa nazungusha huko ndani nikipiga, nikipigapiga na mawe napelekwa ndani na nainua juu. Hata sikujua kwenye a ah, walienda bibi na mtoto mdogo na huyo mwingine. Sikusikia siku mtu yoyote hata kumuguza ama kumuona ama kusikia kwenye ameni ha, umemshikilia hata mmoja, hata hata, hata hata singejaribu, singe, singe kumsefu. Sasa unaona, so nilisikia tu mara ya mwisho, nimeenda mara moja, nime speed imekuwa mingi, nimeenda mara moja hivi sasa so, mimi nilistukia tu kwenye maji jene ikanirusha huko juu ikarudi chini. Sasa so, kaniacha pale juu. Hapo ndio nilipatikanana na neighbors wenyewe, wako walikuwa hapo juu kidogo. Kuna neighbor walikuwa hapo, maji kufika hapo sasa. Neighbor ndio walikuja na torch. Bahati nzuri kwenye nilipelekwa na maji, hapo ndio fence kwa hapa, nimekuwa hapo next, na hapo kuko na kanjia ka mguu hapo hivyo. So wakikuja kuangalia, hiyo hiyo sauti ni ya nini, mgurumo nini, nduru wenye alikuwa huko chini sasa, wakakuja kanikuta tu nime kwama mahali kwa kimu kwa mti hivi nime Sikuwa na matope hadi hapa, hasa huko sikuonekani, naonekana tu uso. Sasa nimekaa hapo hivi nikiwa uchi, sikuwa na nguo hata moja. Mm. So ndio walikuja wakachukua mavitu hapo, kanitoa toa na hizo mamawe, miti, kanivuruta. Wakaenda kaniosha huko. Unaelewa nini? Siko naelewa kwenye niko, wakaenda kaniosha wakanitoa matope kila pahali, juu mtu alikuwa na jama matope kila pahali. Sasa wakaenda kaniosha wakanitoa matope nini, kila kitu wakanipea nguo nikavaa ndo nika nikasikia nikaka, tukaa narudi nomo nikaona hapa si nyumbani, nikiangalia kuchini naona tu miti na giza. kwa Ruth, hiyo siku ulikuwa wapi? kwa siku tulishinda nyumbani mimi, mama angu, brother bradhayangu, na sist angu na, na stepdad tulishinda nyumbani masaa jioni, tukafika ni masaa kulala mamangu na stepdad na bradha angu alikuwa kwa, kwa rumia moja, na nami nilala na sister yangu ule mdogo. So si tukalala. Kafika kitu saa sita mi nikasikia kunywa maji, nikaamka nikakunywa maji, nikarudi kulala. Kitu saa nane nikasikia mgurumu ukilia nikajiuliza ama niite mamangu asikia, niulize kama nasikia vya mi nasikia. Nikasema sasa, nikimwita Junior usiku asubuhi tukienda kazini mtaani nikimwambia venye mnalala nyumba moja ilikuwa e, basa tulikuwa different bedrooms. mm -hmm. so, mi na sista angu bedroom moja, mam set dad na bradha angu alikuwa bedroom ingine. mm -hmm. So mi nikachukua simu na ishii kuambia watu sijifanya kitu kaa hiyo na sitiacha kusema hivo juu ilikuwa weird. Mm -hmm. mi nichukua tu simu nikaanza kumulika kwa sister yangu kadogo, nikaanza kuangalia uso sasa. Nikaanza nikajiuliza, kajiuliza sasa nini nafanya, ile juzi kitu ni shaifanya mimi. Nikazima tocha mimi nikaendelea kulala, so ile ilikuwa lala mba. Nikatoka nikamwangalia mm, nikachukua tu tochi nikamulika, nikaanza kumwangalia then nikazima, nikarudi kulala. Sasa ilikuwa mbalala mwisho wakitanda ndio kuukuta mimi kwa mwanzo wa kitanda. Sasa mimi kitunya nilisikia, nisikia kama mgongo na ukuta kwa uso. Mm. Ya sha, rotate kwa maji, akina the other side. So mimi nikaenda side ukuta, mimi nikaona na ukuta kwa uso, nikasikia kuna baridi. But sasa kulikuwa ni hizo fununu ya maji bado, juu bado kulikuwa tunasikia kuna fright kila pale. Kasa maybe ninaota, but hata kama ninaota nasikia kasta kangu akiniita kakiniambia tuludhi, mimi nasikia kana kufa. Sasa mimi sikumuitika nikaanza kuita mama. Nikaona mama haitiki kufungua macho the other bedroom, sio ni kitu. Kila kitu imeenda, hakuna nyumba, hakuna kitu. Naona tu tanki tu iko juu ya maji. Nikaamini yenyewe, yani upande mmoja wa nyumba ilikuwa imeshaenda, hakuna mtu, hakuna kitu. Sasa mimi nikashika ka sister kangu tukaendelea, nikakambia kanishike. Sasa tuko juu ya maji, si wakati ka tukabebwa tukabebwa kafika pale tukaungwa na miti na mawe tukaseparate pesa ni mwasa tukienda nikasafiri nika nikasafiri, osa ukingo uko ndani ya maji unaomba, ukitolewa, unapumua unapumu. Saa nikafika hapa hali ndi nikasema nika, mambi yangu ya mwisho, nikaruzi mwili kuruzi mwili, before kichwa ilikuwa saidi ya juu mwili ilikuwa saidi ya chini, after nisha ruzi mwili, mguu ukienda saidi ya juu kichwa ikienda saidi ya chini, nikienda hapa hali nikaa sikia nika, nimesimama nika saa sibebu na maji nikaangalia, nikakuta miguu yangu imekwama juu ya mawe na miti like, two step or three steps. Kuna mto moaa nitaweza kutoa. Nikakaa hapo juu, na bado maji ilikuwa na force sasa wakati so, penye, penye nimekwama, kumeform kaka mlima so mwili yangu mesapotiwa na hizo mawe safta, so, nimejitoa, nikakaa juu hiyo au kamlima kaja kaka kamejiform. mm. So, nimekaa hapo, nikaona kuna torch mbili the other side. Moja light na, moja light, right na left. Nikasema maybe kama ni kani za mtu asubuhi nitaitana, maybe watanisikia So nilikuwa tu hapo nina, ninalia nikiomba nikona hizo torch kwenye zilikuwa zishahama sasa, so, kila kaniambia hizo torch ziko na watu nikaanza kuitana, nikaitana, nikaitana. Sasa hapo nikiitana ndivyo ni bangu alinitokelezea tu once. Mm -hmm. Chukua yupi? Bernard. Mm -hmm. He was my immediate neighbor. Mm -hmm. Kwetu ni hapa kwa Kenya hapa. Mm -hmm. Sasa so, tukaanza kuitana watu wakakuja juu nilikuwa nimeumia, wakabeba walikuwa hmm. na reso wakaninulia juu, wakaniweka juu ya reso wakanibeba hadi kwenye gari zilikuwa, tukapewa manguo juu, mtu akuwa anatoka na nguo, tunapewa nguo saa, tukapelekwa hospitalini ya Mai Mahiu. hmm. hmm. Bernard, unasema kwamba wakati huo kilio kilikuwa kimezidi sana, watu wanapiga makelele, hujui sauti inatoka wapi. Kwanza mwanzo, wakati nyumba yangu iligongwa, hmm niliamka kwa ghafla na wakati maji yalikuwa yanazidi yana, yana, yana kusonga. Nafikiri tulibebwa na maji ya mwanzo mwanzo kidogo, majirani wale ambao pengine walisikia sauti wakajaribu kutoka, ndio walikuwa wanapiga duru. Kwa, kwa mfano mm -hmm. Ninamjua jirani yangu hapa ambaye nilimsikia kweli akipiga duru japokuwa aliaga mm -hmm. Alikuwa tu jirani pale, nilijua huyo ni fulani. Alafu, sasa vile vile nilimsikia mtoto wangu akilia tukienda kwa maji, sasa pahali ambapo kitu ilitufunga, na mimi nilizirai pale pale, ndio tuliachania na yeye sasa sikumwona tena, ni ripoti tu ilinifuata kwamba vijana wako wawili wamepatikana ila wamepatikana kama wameoga tu, wameaga kwa mto. Alex, nini kilikujia ndani ya akili yako wakati maji naamini na kwamba wakati kisa hicho kinapotokea mm. sidhani kwamba nyote mlijua kwamba kweli haya ni maji yametusomba. mm. ni kitu gani ambacho ulikuwa unafikiria Alex imeweza kutokea? okay. mimi kulingana venye maji jene ikaniweka kwenye mm. nina nikarushwa nika na maji nikawachwa hapo mm -hmm. wakati nilichukuliwa nikaenda nikaoshwa nikapewa manguo nikavaa ndo ni, saa ya, nianza kurudi nomo saa nikaanza kujiuliza aje sasa bo, ni maji ama ni nini But sasa wenye walikuja kuniokolea hapo walikuwa nasema e, ma, iyo maji ni mbaya, e, iyo maji imefanya hasara. Sasa mimi nikaanza kusikia, e, okay, ni maji. So, nikuwa hapo, nika sema, kama mimi niko hapa saa hizi na saa hizo nimegongwa huko hata sioni kila pahali hata siwezi amka, nikubebani na watu, wezi jipeleka na mguu yako, saa hiyo. So nikasema, kama niko hapa hivi naje nika ni kama nyumba yangu yote juni acha kama nimelala jana vizuri na familia yangu na tukakula vizuri. Sio, ni kama niko hapa saa hizi mm, nikumaanisha hapo hakuna nyumba. Hapo hakuna familia. Lakini mimi niko hapa. Hao wengine wanaweza kuwa wapi? Sando, nikakaa hapo hivyo. Saa kitambo, tupelekwe hosi, kuna wengine walipatikana hiyo time tu penye nilichukuliwa hapo nyuma, wawili vijana wawili na liba zangu wakachukuliwa wakakuja nao wakaoshwa, wakatoa matope kila pahali, wakaoshwa, wakapewa manguo wakavaa. Na alikuwa na mama mwingine, alikuwa na katoi bado hapo next, lakini hapo ameumia, ni student kidogo kidogo hivi. So huo neighbor, bahati mzuri alikuwa na gari yake hapo personal mm. akasema, watu venye wako saa hizi, wengine wameumia vibaya sana, tuwapeleke hosi haraka haraka. Kulikuwa na njia kupita gari pia hakuwa na njia, shamba mm hasa neighbors wenye walikuwa hapo karibu ndio walikuja wakasema waingie kwa gari, barabara ziko aje? Hakuna barabara tutafanya aje? Ai, hawa kwa hali mbaya tupitishe kwa kwa, nini kwa shamba. Alafu neighbor wakakuja wakiwa wengi wakaisukuma wakaisukuma wakaisukuma hadi tukatokezea kwa lami. Sasa hapo ndio tukapelekwa sisi, tulipelekwa hapo Longonot. Mlikuwa wangapi kwa gari? tulikuwa watu waine, mhm mm mm. Vijana wawili vijana, mimi na vijana wengine wawili na mama mwingine na mtoto wake, mhm lakini hawa wako wameumia sana Mm. Tukalazwa hapo Rongonot aitak mm -hmm. uh. Ruto wakati huo mnaokolea waje ulipata kufikiria mzazi mm -hmm. Yuko wapi ndugu zangu wako wapi? wakati nili ok afta tusha chukua tukapelekwa hosi mm -hmm. Nikwa hosi nika like, mtu alikuwa mm -hmm. amefura uso ales mtu akuita ungejua nie mm -hmm. like watu wingi mkuwa mmefura uso e, juu mm -hmm. mimi mwenye nikuwa nimeita wa kwanza hakunifahamu kabii. Nimeita mtu mwingine nikamwambia kwangu anajulikana Maimayo, kamwambia pigia kabitu, mwambie ruda wapi ako huko. Na sasa, aka aka nikakaa hapo, anti yangu akakuja, nikaoshwa, nikauliza kwa wapi mama wangu, juu saa hapo kwa hosi nona watu wanakuja si hi tulikuwa gali za iheha ya pira magari ya tatu watu wa kwanza kuja kwa hosi. Sasa tuko hapo, tuna watu wengine wanaletwa tu, wanaletwa tu. Sasa familia yangu ikakuja, cousins kuanza kuja kwenye, mamangu wako wananiambia, bado hajapatikana na watu wengine bado hajapatikana. Babako bado hajapatikana. Hosi asubuhi. Nikamwambia bado hajapatikana lakini tutawapata nitakwambia. We kwanza

Mi nikatritiwa the same nika, same Monday nyumbani. Nyumbani, wa nyumbani kupeleka nyumbani, nikakuta watu wamejaa nyumbani saa kwa shosha yangu wa kwa nyanyangu, kakuta watu wamejaa nyumbani. Nikauliza kwapi mama angu sister angu brother yangu na bada baba angu, jusi sijasikia ripoti yoyote

Huyo mzee akaanza kuniuliza, venye uliona jana mamako anaweza kuwa uhai kweli? kamwambia ni mambo ako uhai. mm. notenda kumwangalia wosi, ndio akaniambia, akaanza kuniuliza kama uko uhai, nazamwambia aje, kamwambia ni mambo kuwa uhai na kama amekufa, kamwambia hapana, najua mango ako wapi, ako uhai Sasa akaniambia kunga mwenye kulienda jana mm. mama yako alipatikana, kama amekufa mm. na watoto wenye bado wajapatikana, lakini sabdad wako ako hosi, ni vasho namwacha mm. Uh, tumwache tu Ruth kidogo uh, utepumze kiasi kwa Bernard uh, hii ni kumbukumbu -kumbu ambayo ninyi kama wakazi wa Mai Mahiu ukatu hamwezi kuisahau. Kweli hatuwezi sahau, kwa sababu kweli tuliumia sana, na niseme kwamba kifo cha mtoto kinauma sana, alafu si wa kwanza wawili wa watoto ambao kidogo kama mzazi ulikuwa na maono ulikuwa na ndoto siku zote, ukifunga macho unawaona. Alafu hao watoto wameadhirika pamoja na wenzao kweli. Ukiangalia kijiji cha Kamshira Roiro, kila sehemu ambapo hayo maji yalipita watu waliumia sana. Niseme kwamba kwa kila boma, ama niseme kwamba katika mkasa huu zaidi ya nyumba mia moja na tano zilibebwa na maji na kila kitu, zile ni zile zilienda kabisa completely. Mm. Na impact ikawa kubwa sana hadi na uproot the foundation. Mm. Na hizo nyumba zote ni permanent. Nyumba, nyumba za mawe mm. permanent. Alafu mashamba pia yaliharibika sana mm. mawe kubwa sana yalitapakaa kila pahari mm. alafu vilevile vile watu waliumia sana hadi waleo Asilimia tisini ya watu ambao wa majeraha ambayo watu walipata, mm-hmm. ni kuvunjika, mtu amevunjika mkono aidha mwingine mguu miguu yote miwili mm-hmm. hadi kufikia sasa kuna watu hawawezi simama, kuna watu hawawezi jifanyia mambo ya kimsingi hata kuoga tu, yani wanadepend na wengine na wamesaidika na hamna hamna usaidizi. Usaidizi ambao watu walipata ni kutoka kwa kanisa, kutoka kwa majirani, watu wa Mai Mahiu na Wakenya wote kwa jumla na usaidizi ambao ulikuwa unakuja wakati ulikuwa vyakula, malazi, mavazi, lakini ile permanent solution like resettlement haijafanyika. Okay. Yeah. Mtazamaji, kwa hivi sasa niruhusu tupumzike kidogo na baada ya muda usio kwa mrefu nitarudi na wageni wangu ndani ya studio. Umeweza kuyapitia mengi na wana mambo mengi ya kuweza kutu, kutuambia. Mtazamaji, kama meweza kumsikia Bernard ni kwamba wao ni watatu tu hapa ndani ya studio lakini wako mamia kule nyumbani ambao wanateseka kutokana na mkasa ambao uliweza kuwakumba mwaka jana. Mtazamaji, zungumza nasi kupitia nambari ya rafa mbili mbili nne mbili mbili ukipenda katika mtandao wa Xnet Citizen TV Kenya, hashtag isemana Citizen usinibali.